Kubwa ni uchaguzi umetawala. Wapo wanaoendeleza kutuonyesha nani kaingia, nani katoka, kwa maana sura mpya na sura zilizozoeleka, zilizoondoka bungeni. Lakini swala la Zanzibar, naona magazeti karibia yote, Zanzibar, Zanzibar. Nianze na Mwananchi ambao niko nalo karibu hapa. Mwananchi wao wanasema uchaguzi Zanzibar wafutwa, Zeki yasema kulikuwa na kasoro nyingi, Marekani yapinga, yataka mchakato uendelee. Ndicho ambacho wamekiandika gazeti la Mwananchi bila yeah shaka, unaweza ukaliona uka, uka, uka, uka, uka, uka, uh, wameweka picha hapa za wagombea wa awamu hii ya urais katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambao ndio wanachuana tuseme walikuwa wanachuana kabla ya, kufutwa kwa, mm, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, uchaguzi huo Maalim Seif hapa ameonekana pembeni ya, lakini upande wa pili yupo Dr. Shein na kuna, kuna ramani hapa ya visiwa hivi vya Unguja na Pemba lakini mwananchi man, pia wanatukumbusha hapa kwamba matokeo ya urais kwa Zanzibar mwaka 95 kura zilikuwa laki tatu elfu ishirini na nane mia tisa sabini na saba sisemu ikapata ushindi kwa asilimia hamsini nukta mbili CUF ikafuatia ikiwa na asilimia 49.8. Hiyo ilikuwa mwaka 1995. Walipoenda mwaka 2000, kura zilikuwa laki 3, elfu hamsini na nane, mia nane kumi na tano, CCM c ikapata ushindi wa asilimia 50.1 1 na CUF ikafuata ikiwa na asilimia 49.1. Mwaka 2005 wapiga kura wakawa 4,000 na, laki, laki nne na elfu hamsini, mia tisa sitini na nane, ambapo CCM walipata ushindi wa asilimia hamsini na tatu nukta mbili na CUF wakafuata kwa asilimia arobaini na sita nukta moja mwaka 2010, kura zilikuwa laki tatu elfu hamsini na nane mia nane kumi na tano CCM wakapata asilimia hamsini nukta moja na CUF wakapata asilimia arobaini na tisa nukta moja kwa hiyo ukiangalia pasofi mm, hawa watu wamekuwa wanacheza kwenye hizi asilimia yaani, wanakupishana kwao, ukitoa mwaka ukitoa mwaka elfu mbili na tano ambapo CCM ilipata ushindi wa asilimia hamsini na tatu dhidi ya asilimia arobaini na sita kwingine kote ni asilimia hamsini wanaofuata arobaini na tisa kwa maana elfu mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano elfu mbili na elfu mbili na kumi na uchaguzi wa mwaka huu litarajiwa kuwa ni wa ushindani kwelikweli. Ni kweli lakini, pia uh, kitu kingine ambacho kinaonekana hapo ni kwamba idadi ya wapiga kura imekuwa ikienda inashuka. Ukitoa, mm, ukitoa mwaka elfu mbili na tano ambapo kama tulivyoona kwenye asilimia CCM walipata asilimia zaidi, ukilinganisha na huko walipokuwa wanapata hamsini, wenzao arobaini na tisa mwaka elfu mbili na tano wapiga kura walikuwa laki nne elfu hamsini lakini huko, mm. kwingine kote alikuwa ni laki tatu mm -hmm ishirini na nane. <laughs> atuji, wa <laughs> na na pia wametukumbusha kwenye baraza la wakilishi elfu moja mia tisa tisini na tano, mm. Kafu walipata, uh, viti ishirini na nne, CCM 26. Mwaka elfu mbili kafu akapata viti kumi na sita, CCM 34. Mwaka elfu mbili na tano, sif akapata viti kumi na tisa, CCM 30, na mwaka mwaka elfu mbili na kumi, sif akapata viti ishirini na mbili 28. kwa hiyo ni, ni mchuano mkali mm, kati ya CUF na Chama cha Mapinduzi toka mwaka 95 mpaka sasa hivi. yeah. hakuna chama ambacho kimewahi kuleta upinzani kwa hivi vyama viwili, ingawa mwaka huu ilitarajiwa yeah. chama cha Hamad Rashid labda, mm, kuleta upinzani wa aina yake lakini hali imekuwa yeah. ni tofauti kabisa. kabla mpaka wanakuja kufikia tu ya kufuta matokeo bado yeah. ADC ilikuwa inaachwa mbali ukilinganisha na ushindani uliopo kati ya CUF na na CCM. CCM mbali na, na, na taarifa hiyo Sophie, uh, taarifa za uchaguzi bado ni nyingi katika gazeti la Mwananchi kama ambavyo uligusia pale awali kwamba uchaguzi umetawala na tunaona hapa nasema, Loasa aitaka NEC isitishe matokeo, lakini huku juu tunaambiwa ukawa wateka manispaa ya da, kwa maana ya matokeo ya ubunge na CCM kupi, kup, kup, kupinga majimbo manne Sugu mea ajai yatakuwa moto Mbea na wachoma ofisi kupinga matokeo. Haya yote yanahusiana na maswala ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Hiyo ni Mwananchi Sofi. mm -hmm. Na katika mimi na gazeti la Tanzania Daima hapa na habari kuu ambayo imepewa kipaumbele cha hali ya juu, anasema wamefuta Zeki yaweka mpira kwa pani, uchaguzi Zanzibar, kura za urais muungano, ubunge utata mtupu na hapa ina inaonekana jukwaa ambalo lilikuwa linajengwa hapa, na taarifa ndogo inasema maandalizi ya jukwaa la kumwapisha rais mteule kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Kwa jukwaa tayari Raymond, lilikuwa limeshaanza kuandaliwa kabla ya taarifa ya Zeki jana. Chini hapa anaonekana Lowasa akizungumza na waandishi wa habari pamoja na viongozi wengine wa umoja wa Ukawa, anasema hatukubali, Lowasa akataa matokeo, ataka utangazaji usitishwe asema ha, hawatakubali haki yao kuporwa, huku maandishi madogo hapa yakimwonyesha mgombea urais wa CHADEMA Edward Lowassa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam siku ya jana akielezea kutokukubaliana na matokeo yanayoendelewa kutangazwa na Neki. Huu ni ukurasa wa juu kabisa wa gazeti hili la Tanzania Daima, lakini Moshi yachoma ofisi za CCM. Taarifa hii pia tumeiona katika taarifa yetu ya habari ambayo ililetwa na Beti Omara. Ukurasa wa ndani ni mwendelezo tu wa kile ambacho kimeandikwa katika ukurasa wa kwanza, lakini ukurasa wa nne hapa, Raymond, kuna tamko hapa limetolewa na CUF. Wanasema CUF watoa tamko zito. Humu ndani kuna habari, picha hapa, wanaonekana msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la bukoba mjini, Aroni Kaguru Mjuli, akimtazama rasmi mbunge mteule wa jimbo hilo Wilfred Wakatare baada ya kuibuka kidedea. Ni habari hii lakini haihusiani mm. na taarifa hiyo ambayo imeandikwa hapo juu. Ni tamko gani zito? Basi ni ndani ya Tanzania daima ukurasa wanne. Hili ni gazeti ambalo niko nalo hapa Raymond. Hmm. Sijui kwa upande wako tukiendelea na uh, magazeti mengine. kabla ka sijaendelea na gazeti lingine kuna mm. nukuu tatu hapa ni nizisome na kwa sababu ziko kwenye maandishi madogo moja tu nizisome na mtazamaji utakuwa unazisikiliza. Ya kwanza ni ya Profesa Ibrahim Lipumba anasema kwa hiyo Dr. Shein anamaliza uongozi wake Novemba mbili mwaka huu. Je, kabla ya uchaguzi kurudiwa ataendelea kuongoza kwa sheria ipi? Amenukuliwa hapa Profesa Lipumba. Lakini uh, Jecha Salim Jecha naye amenukuliwa akisema ni dhahiri baadhi ya wajumbe badala ya kuwa makamishna watume wamekuwa ni wawakilishi wa vyama vyao, ikumbukwe kuwa vipo vyama vingi. Na nukuu ya mwisho ni tamko la ubalozi wa Marekani ikisema kwamba serikali ya Marekani imeshutushwa sana na tamko la mwenyekiti wa ZEC, ambayo imetoa tamko kufuta matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar. Hizi ni nukuu tatu katika gazeti la Mwananchi zikiongelea ile hali ya huko Zanzibar. Tuendelee na gazeti lingine sasa. Hapa ninalo gazeti la Nipashe. Nipashe, uh, habari kubwa inasema utata waibuka kufutwa matokeo uraisi Zanzibar. Hatua ya ZEC ya kufuta matokeo yote ya uchaguzi wa Zanzibar kwa madai kumefanyika vitendo vya udanganyifu imezua utata, na katika habari picha hapa wanaonyeshwa Maalim Seif Sharif Hamad ambaye ni mgombea wa chama cha wananchi CUF, katikati yupo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC Jecha Salum Jecha, na kwa pembeni tena hapo upande wa kulia yupo rais Dkt. Ali Mohamed Shein ambaye anatetea nafasi hiyo. Na mbali na hapo kwa chini hapa kuna taarifa inatuambia Magufuli mguu mmoja Ikulu. Lowassa ataka NEC iache utangazaji matokeo ya urais. Utangazaji matokeo mbagala wa Kwama ni kati ya habari nyingine inahusiana na uchaguzi mkuu. Na hapa kwa juu kuna taarifa inasema Kafulila aanguka. Jimbo la Kigoma Kusini sasa litaongozwa na Hasna Mwilima kwenye mabano CCM kwa maana ni kutoka Chama cha Mapinduzi ambaye ameshinda nafasi hiyo. Kafulila anakuwa ni mbunge mwingine ambaye watu walimzoea katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hataonekana tena labda paka baada ya uchaguzi mwingine utakaofuata. Tofauti na habari za uchaguzi, kuna ile taarifa ya ule mkasa wa Morogoro ambao wakati fulani uliteka sana vichwa vya habari ni kuhusu kesi ya ule mtoto aliye wanatumia jina la mtoto wa box, alifadhiwa kwenye box kwa muda mrefu sana kwa ambao wanafuatilia habari mbalimbali zinazotokea hapa nchini. Tunaambiwa kwamba washtakiwa watupwa jela jumla ya miaka 30 baada ya kupatikana na hatia. Kwa hiyo hii ni gazeti la Nipashe na habari hizo kadha wa kadha kuhusiana na masuala mbalimbali ya uchaguzi, lakini hata ambayo si ya uchaguzi na ndani ni mwendelezo wa habari hizo kuhusiana na uchaguzi na hasa lile la Zanzibar na nukuu mbalimbali ambazo zimetolewa na wadau mbalimbali wa masuala ya siasa. Ndiyo mimi hapa na gazeti la habari leo na habari kuu bado ni uchaguzi wa Zanzibar kufutwa kurudia, kama ambavyo inaonekana katika gazeti hili, na hapa chini kuna habari inayosema CCM yashinda ubunge majimbo 159 Chadema majimbo 35 na katika picha hapa wanaonekana wabunge wenye wa sura mpya ambao wameingia bungeni kwa mara ya kwanza katika bunge lijalo, lakini pia wanaonyesha wabunge wa zamani na walioanguka kwa wabunge wapya. Hapa anaonekana Nape Nnauye, Bona Kalua, Angeline Mabula. Unasema kina Mabula na, <laughs> <laughs> unasema kina Mabula wakati tukiongelea majimbo ya Mwanza, Elemela na Nyamagana. Unasema kina Mabula wametinga bungeni, Anthony Mavunde, Joseph Haule au Profesa Jael maarufu na Hussein Bashe. Haya ni hizi ni sura mpya ambazo zinatarajiwa kuingia bungeni mara baada ya kuapishwa na bunge kuanza rasmi. Walioanguka ni pamoja na Agustin Mrema, Anne Kilango Marechela na Highness Kiwia. Hizi ni habari ni, ni picha ambazo zinaonyesha hao wabunge. Wabunge wa zamani ndio kama wanavyoonekana hapo katika picha. Magufuli azidi kupeta kura za urais. Ni habari nyingine pia inayopatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini kwa ndani, ukurasa wa ndani hapa ukurasa wa tatu, kuna habari nyingine. Ukurasa wa pili tukianza, wanasema CCM kupinga mahakama matokeo ya majimbo manne. Na katika habari picha hapa wanaonekana makamu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi, naye kijaji mstaafu Hamad Rashid kushoto akitangaza matokeo Hamad Hamid kushoto akitangaza matokeo ya kura za urais katika ukumbi wa mkutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere Dar es Salaam jana.